Sio mwingine bali ni Mheshimiwa Rais Mstaafu, Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Kwa makofi hayo, kwa makofi hayo. Sasa naomba mumpe standing ovation. Asante <laughs> <laughs> <Bigeni pia mmesimama. laughs> <Tumekumisi. Tumekumisi.> <laughs> Asante sana, asante sana. Tunakukumbuka, asante sana, waheshimiwa Bunge. Waheshimiwa bunge, waheshimiwa wabunge, naomba tusikilizane. Waheshimiwa wabunge, Msigwa hujapiga makofi Waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wabunge, binafsi mimi ni kipindi cha nne humu bungeni, sijawahi kuona mgeni amepokelewa kwa <coughs> <coughs> kiwango hiki aje kusalimia. Nakumbuka, asante sana. Sasa tuendelee. Mheshimiwa aje akusalimia chini, naomba tuendelee. Kwa jambo moja naomba, naomba tusikilizane, naomba tusikilizane, manake aje asalimie ndani aje. Mheshimiwa inaelekea kuhusu utaratibu hata walio miss nao hapo. Utaratibu <laughs> Mheshimiwa Spika. Asante sana. Utaratibu Mheshimiwa Spika. Tunapatana na mwanawe mheshimiwa e, ndugu yetu Ali Kikwete. Karibu sana. Mheshimiwa Rais Mstaafu tunakushukuru sana kwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Asante sana. Tunaendelea na maswali. Swali la kwanza linaenda Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora na litaulizwa na Mheshimiwa Halif.